Mkulima na mdau yoyote wa kilimo ambaye uko sehemu yoyote ile hapa Tanzania na nje ya nchi. Uh, leo tuko shambani na hapa ni Baftaim C1. Hello, ile kopo ya mbegu iko wapi please? Nipe watu waione. Baftaim C1 kama tulivyokuambia, kwamba ni kitunguu bora sana ambacho kinafanya vizuri, iwe ni kipindi cha mvua ama jua. Kitunguu hiki tunakiona hapa kina miezi miwili kasoro, na kimsingi kilipanda kipindi ambacho kulikuwa kuna jua kali sana lakini bado utaona mpaka sasa ni kitunguu ambacho kinaendelea vizuri sana tulikwambia ni kitunguu chekundu kama kinavyoonekana kwenye picha na utaona ukichungulia vizuri sana huku kwenye, eh, kwenye mapando yetu utaona ni kitunguu ambacho bado ni mapema sana lakini bado kimeshaanza kutengeneza tayari rangi kwenye shingo na isitoshe ni shingo ambayo inafunga mapema sana ili kuzuia maji yasiweze kuwezesha balbu yetu kwa hiyo mkulima ulipo popote pale tafadhali usisite kutafuta kwenye namba zetu za sifuri saba sita sifuri sifuri eh, sifuri 000 tano sifuri moja au tano sifuri mbili au tano sifuri tatu au tano sifuri nne ili tukupatie mbegu yako bora kabisa ya Baftaim C1. Kama unavyoiona hapo, utaona ina perform vizuri sana lakini, ukija mpaka huku, utaona ni kitungua ambacho, tafadhali kameraman, eh, utaona ni kitungu ambacho tayari kimeshaanza kuform na hapa bado kina, kina, bado ni kichanga kabisa, lakini utaona kilivyofunga na ukienda kwenye mashamba ya vitunguu vingine utakuta vimeungua sana hivi, these growing tips, lakini unaona hii ya kwetu bado imefunga ukijani mzuri kabisa, hata slips wanajaribu kuangua, lakini bado huku chini kinaendelea uzuri sana ko. Karibu sana eh, Agroglobe uweze kujipatia mbegu bora ya Baftaim C1. Karibu sana Arusha.